Hii ndiyo jezi maalum itakayovaliwa na FC Barcelona katika mechi ya El Clasico, Barcelona versus Real Madrid. Ni jezi ambayo imepewa shavu na mdhamini mkuu wa baka Spotify. Kama tunavyofahamu, Spotify ni platfom kubwa sana duniani ya kusikiliza mziki. Katika jezi hizi, Travis Scott ndiye msanii aliyechaguliwa na Spotify kutangazwa kwenye jezi hiyo ya FC Barcelona ya El Clasico ya mwisho kabisa ya msimu huu itakaopigwa tarehe kumi na moja Mei. Ukiangalia vizuri hapo kifuani, kuna nembo maarufu ya Cactus Jack, nembo ya recording label ya recording Travis Scott na pia clothing brand ya Travis inayofanya vizuri sana kwa sasa. Travis Scott ni mmoja wa wa wa ya wasanii wanaofanya vizuri katika platform ya Spotify, akiwa na zaidi ya wa wasikilizaji milioni 64 kwa mwezi na watoto wasikilizaji wa jumla bilioni 44 katika platformu hiyo ya Spotify. Vipi unaupa asilimia ngapi muonekano wa uzi huu wa Barca? Drop comment yako hapo kwenye comment. Hapa ni Super 12 ya Dino Television. Endelea kutufollow kwa taarifa nyingi zaidi za michezo. Moja ya story kubwa sana katika mitandao ya kijamii ni story ya Hari Magwaya. Unaambiwa sasa hivi Hari Magwaya anaenda kama Lamin Hari unaambiwa <laughs> sasa hivi Hari Maguaya, beki wa Manchester United anaenda kama Lamin Hari Maguaya oajana amefanya baraa sana katika mechi ya nusu fainali ya Europa, mechi ambayo iliwakutanisha Athletic Club dhidi ya Manchester United, Manchester United ikifanikiwa kuibuka na ushindi wa goli tatu kwa sifuri. Manchester United goli la kwanza lilifungwa na Casemiro katika dakika ya thelathini ya mchezo, dakika ya thelathini na saba wakipata mkwaju wa penalti ambao uliokuwa kambani na Bruno Fernandes Dakika 45 ya mchezo, Bruno Fernandes anaweka goli lingine la tatu kwa upande wa Manchester United. Mpaka dakika 45 za kipindi cha kwanza zinamalizika, tayari Manchester United walikuwa washamaliza mchezo, full time, manu tatu Athletic Club sifuri. Hii ilikuwa ni first leg, kwa hiyo nasubiriwa mechi ya mzunguko wa pili, ambapo Manchester United watakuwa nyumbani kwao pale OT, Old Trafford wakimkaribisha Athletic Club. Ulionaje performance ya Hari Magwaya, drop your comment hapo kwenye comment hapo ni sana katika mitene like ya kijamii. <laughs> historia oh, ya sasa hivi Hari Magwaya anaenda kama Lamine. Hari Magwaya unaambiwa sasa hivi Hari Magwaya beki wa Manchester United anaenda kama Lamine. Hari Magwaya oh, jana amefanya balaa sana katika mechi ya nusu finali ya Europa mechi ambayo iliwakutanisha Athletic Club dhidi ya Manchester United, Manchester United ikifanikiwa kuibuka na ushindi wa goli tatu kwa sifuri Manchester United. Goli la kwanza lilifungwa na Casemiro katika dakika 30 ya mchezo, dakika 37 akipata mkwaju wa penalti ambao ulikuwa kambani na Bruno Fernandes. Dakika 45 ya mchezo Bruno Fernandes anaweka goli lingine la tatu kwa upande wa Manchester United, mpaka dakika 45 za kipindi cha kwanza zinamalizika tayari, Manchester United walikuwa washamaliza mchezo Full time, maniu tatu Athletic Club sifuri. Hii ilikuwa ni first leg, kwa hiyo nasubiriwa mechi ya mzunguko wa pili, ambapo Manchester United watakuwa nyumbani kwao pale OT, Old Trafford wakimkaribisha Athletic Club. Ulionaje performance ya Harry Maguire? Drop your comment hapo kwenye comment. Hapa ni Super 12 ya Dino Television. Endelea kutufollow kwa taarifa nyingi zaidi za kimichezo.